Somo letu tulilojifunza, somo la kwanza ambalo mheshimiwa msaidizi wa askofu amefundisha ni mfalme Daudi alikuwa anazungumza na Solomoni, Sulemani, mtoto wake, anamwambia. Maandiko yanasema alipokaribia kufa akawa anamusia mtoto wake kama wosia, na unapotoa wosia manake unaacha unampa una, una maelekezo anachopaswa kukifanya. Kwa hiyo ninatoa ushauri au wito wangu kwa wachungaji na wa madhehebu mengine ambao walikuwepo na kwa wale wa wenzetu wa Uislamu ambao wameweza kushiriki kwamba ukipata nafasi hata kukutanisha wanaume kumi, ukazungumza nao nafasi yao kama kama mwanaume kwenye familia, kama baba, manake utajenga kanisa. Wanaume sasa wengi wamekuwa ni waoga, haona mahali pa kuzungumza. Wengine wamekuwa wanapata stress au wanapata ugonjwa wa afya akili, kwa sababu haona mahali pa kutolea maumivu ma, ma, ma, ma yao, haona mahali pa kutolea kero zao. Kwa hiyo kwenye makanisa yao au kwenye makanisa yetu tukipata nafasi kama watumishi kama wachungaji kama viongozi wa kanisa, tukipata nafasi ya kuzungumza na wanaume, tuna uhakika kwamba tuna uwezo wa kujenga kanisa imara na familia imara. Natoa wito kwao kwamba tusiogope kwa kufikiri kwamba kuna gharama ya kuleta wanaume, lakini tutazame ile elimu ambayo tuliwekeza kwa wanaume. Unapomkomboa mwanaume kifikra kwenye makanisa yetu, hata uchumi wa wa kanisa sana. Nina ninawashukuru nina, nina, idara ya wanaume, idara ya malezi na familia kwa upande wa wanaume, kwa namna walivyokuwa tayari kuandaa siku ya leo, kwa sababu wamejitoa kwa kweli na wameandaa kwa moyo na zaidi ya matukio ya yote yaliyofanyika, lakini walijiandaa kwa furaha na kwa moyo kwa kweli, kwa sababu tumeona tukio limefanikiwa kwa asilimia kubwa, kwa sababu walikuwa tayari kujiandaa. Mimi nawashukuru sana kwa moyo wao, wamenipunguzia mimi kazi kwamba sikutumia nguvu kubwa, kwa sababu wao walifanya kwa moyo, ni jambo la muhimu sana. Tunawashauri wachungaji wa kwa majimbo na maaskofu katika makanisa mbalimbali, kwa sababu wanaume kuwakamata ni kazi ngumu kidogo, na tayari ni tafsiri ambayo imejengeka kwamba hawapeni hivyo vitu, lakini tumeona usharika wa Newland umekuwa mfano kwa sababu ume, ume, umeandaa jambo hili kwa mvuto wa tofauti yake, imewekwa thimu ambayo au ujumbe ambao ni nyama choma. Kwa hiyo tumeangalia waangalie kwenye sharika zao au kwenye makanisa yao, jambo gani ambalo wanaume likifanywa linaweza kuwavutia zaidi au waangalie pia. Tumejaribu kujadili pia, tukaangalia muda ndio unaoleta changamoto kwa wanaume kukutana, kwa sababu ya masuala ya kiuchumi. Kwa mambo mawili, waangalie ujumbe wanaoenda kuwaitia watu au jambo ambalo kitu gani kinawavutia ili waweze kushiriki, lakini pia jambo lingine la msingi ni muda na siku ambayo tunaweza kuwapata wote kwa kwa pamoja. Ndio tekniki ambayo usharika wa Newland ndio umetumia, na tumeona matokeo makubwa na namba kubwa imetokea. Na wao wenyewe tunaona mara nyingi semina zikifanyika au makongamano, watu huwa wanatoka kwenye semina kabla ya semina haijaisha, lakini hii imekuwa na tofauti, paka tunamaliza paka mwisho. Muda huo ni saa 12 na nusu, bado wanaume wamekaa kwenye viunga vya kanisa wakiendelea kujadili mambo mbalia, ndio ufahamu kwamba wamepewa kile kitu ambacho kinawakihitaji kina, kina, kina, kina. Mm -hmm. Leo tumekuwa na siku ya kipekee sana na ya kihistoria kwenye usharika wa New Land ambao ni sehemu ya jimbo la Kilimanjaro Kati ambalo ni sehemu ya dayosisi ya kaskazini ya kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Semina ya, ya, ya, ya wanaume na hii imeandaliwa na, na idara ama tuseme ni umoja wa wanaume usharika wa New Land. Na ilikuwa na jina maarufu kama siku ya nyama choma. Sasa, ukisikia jina hilo watafikiri kwamba ni siku ambayo watu wanakaa mahali wanaanasa wanyama, lakini ilikuwa ni tuseme ni ubunifu e, wa kipekee ambayo idara hii umefanya wa kuweza kuvuta wanaume ili waweze kuja kusanyika pamoja na kupata mafundisho mbalimbali, na kwa kweli imekuwa ni siku ya kufana sana, ambayo hata sisi ambao tumealikwa kuwa uwezeshaji hatutarajia kuona kitu kikubwa cha namna hii. Hata hivyo tumeona wanaume wamefundishwa, e, tukua tuna mada kubwa mbili, mmoja ya mwanaume kujitambua, kuzingatia kuzingatia lile somo ambao tumesikia, Daudi alikuwa na mwasa mwanae Suleman kwamba ajioneshe kamba ni mwanaume na kujionesha kuwa mwanaume kama skofu ni kule kuwa hodari na kuwa hodari kulingana na mafundisho yake alivyotoa ni ule uwezo wa kufanya mambo ambayo wengine hawathubutu kuyafanya. Na mojawapo ya mambo ambayo amesisitiza sana, mimi pia amenisaidia na amenibariki, ni kule ambapo wanaume wengi wanakaa mbali sana na kanisa. Na watu ukiangalia kwenye jumuiya zetu, wanaume ni wachache kwenye ibada, ni wanaume ni wachache kwenye makongamano ya maombi na maombezi, ya wanaume ni wachache kutoa injili kadhalika. Kwa hiyo uhodari ambao Daudi alimwambia mwanaye Sulemani ni kule kuwa hodari katika kumcha Mungu, katika kumwabudu Mungu, kitu ambacho inaonekana wanaume wengi ni kama kitu ambacho ni cha ziada, si kitu cha muhimu sana. Ndio maana wengine wanatokeza mara chache ama wengine hawatokezi kabisa. Na wewe unashaidi kwamba wanaume wengi wako nyumbani hawajajitokezi hawa, hawa, hawa, kwenye makanisa yetu. Kwa hiyo ni jambo ambalo ameli inspire sana amefundisha sana watu wetu. Mi naamini kwamba lile kundi dogo ambalo limesikia mafundisho haya linaweza kuleta mageuzi, mabadiliko makubwa sana ambayo inaweza kusaidia kwenye kanisa la Mungu. Namshukuru Mungu kwa ajili ya hilo, lakini pia ninatoa wito sasa kwa kwa wanaume wengi, tunapoita mkusanyiko wasiache kufika. Wengine wanaweza kuona kwamba ni jambo la kawaida kwamba ah, tunaitwa wanaume tunaeza kupoteza muda, lakini kwa kweli ninamshukuru Mungu kwamba kwa leo tumejifunza na wanaume wameona kwamba tunapoitwa wanaume kuna mahali ambapo tunaweza tukapaza sauti zetu na na na hilo ni kiri wazi kwamba kila ile shiriki. kwa sababu tulipata nafasi pia ya kushirika na utumishi wachungaji wa makanisa mbalimbali kutoka Mennonite, kutoka Anglikana, kutoka EAGT, na wengine Waislamu walikuwepo pia na kwa kweli wale wachungaji, wame wame wame wame wametoa sifa na pongezi kwamba kwa, kwa kweli ilikuwa ni, ni mafundisho mazuri na wengine wali wamekiri wazi wangejua kama ni jambo kubwa na namna hii wangeweza kuita hata washirika wao na waumini wao kwa wingi naweza kupata nafasi hii ni ni ninamshukuru ni, ni, Mungu na kwa kweli kama kamati na kama usharika tuna tunaahidi tuna kwamba hii ni season 1 kwa hiyo tutakuwa na season 2 na itakuwa niendelevu kwa ajili ya wanaume kupata mafundisho kama haya. Na jambo la tatu ni niombe kwamba viongozi wetu hasa viongozi ma, ma, wakuwa majimbo askofu na wengine wale wanaohusika wa ngazi ya juu tuwe na, na nafasi ya kukutanika kwa wanaume wanaume isio tu ni usharika wa Newland lakini tu angalau na sharika nyingine, kwamba angalau tupate nafasi ya kufundishwa. Tuna tunahitaji tuna, tuna, tuna sana wanaume kujifunza na kukumbushwa, lakini kuhuishwa na kuomba pamoja kwa sababu tupate nafasi ya ya kukaa pamoja na kuomba kwa pamoja kwa sababu kazi tulizo nazo. Sawa, asante. Kuna